Amesema hayo kwenye soko kuu lililopo Babati mjini mkoani Manyara ikiwa ni mwendelezo wake kuomba ridhaa kwa wananchi kumchagua kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja ya mambo yaliyo katika ilani yetu tunahakikisha kwamba tuwe na mahusiano mazuri, tuwe na ushirikishaji kati ya viwanda na vyuo ili vyuo vikafundishe watoto wetu vitu ambavyo wanaweza wakaenda wakavifanyia kazi kwenye viwanda lakini kwenda kumfundisha mtoto mbwa na miguu mingapi, akienda kiwandani anakuta vitu tofauti, bado haitusaidii kama taifa. Tunahitaji mitaala yetu ya elimu iweze kuwa rafiki, iweze kuwa inaendana, inakidhi soko la ajira linataka nini. Tutoke hapa, tumtoe kijana Tanzania hapa, hata kama akienda Kenya, Uganda, akaambia huyu ni mtaalamu kwenye kiwanda hiki, aweze kupata ajira. Ili viwanda viwe imara, kilimo kiwe imara, lazima watu wawe na teknolojia kisasa. Kwa hiyo tutahakikisha wanafunzi wetu wote kuanzia shule ya msingi wanakuwa na kompyuta mpakato ili waweze kujifunza masuala ya kiteknolojia. tuna mbunge wa chama hicho, hakuna diwani wa chama hicho, hakuna mgombea mwenza wa chama hicho, kwa maana sisi tunasikiliza kila mgombea anapoongea sera zake, tunazisikiliza tunazifanyia kazi. Hellen Kawiche, Azam News, Manyara.